nchini Bangladesh imemhukumu kifo Waziri Mkuu wa zamani wa Bangladesh Sheikh Hasina kutokana na ukandamizaji mbaya wa maandamano dhidi ya serikali mnamo mwaka jana. Mahakama imebaini kuwa aliamuru ukandamizaji wa maandamano ya wanafunzi mnamo mwaka jana tukio ambalo Umoja wa Mataifa unakadiria liliua hadi watu elfu moja na mia nne. Huku hukumu ya kifo ikitangazwa dhidi ya Sheikh Hasina, shangwe zilitanda ndani na nje ya mahakama. Kundi dogo la watu wanaoimba nyimbo za kutaka wenye hatia wanyongwe, makofi ndani ya mahakama ya yalidumu sekunde chache kabla ya mahakama kuwataka waliokuwemo ndani kudumisha adabu ya mahakama. Maandamano hayo ndiyo yaliyomwondoa madarakani, na tangu wakati huo Hasina amekuwa akiishi uhamishoni nchini India tangu Agosti 5 mwaka Hukumu hii inaweka India katika shinikizo la kimataifa kumrejesha Hasina nchini Bangladesh ingawa huenda isiwe tayari kufanya hivyo. Usalama umeimarishwa kote nchini Bangladesh kutokana na hofu ya vurugu na maandamano machache yameripotiwa mapema leo. Katika mahojiano na BBC wiki iliyopita, Hasina alitaja jaribio lake la kushtakiwa akiwa mbali kama mahakama ya mizaha. Hasina alishtakiwa bila kuwepo mahakamani kwa kuwa yuko uhamishoni. Ukandamizaji aliotuhumiwa kuamuru uliorekodiwa kwa simu na kusambaa mitandaoni na mauaji ya mamia ya watu akiwemo wa watoto yaliwakasirisha wananchi. Zaidi ya mwaka mmoja baadaye, Hasina wala chama chake cha Awami Ligi hawajaomba msamaha au kuonyesha majuto, jambo lilongeza ghadhabu ya familia za waliouawa na kujeruhiwa, ambazo sasa zinataka haki. Changamoto kubwa iliyopo ni namna hukumu itakavyotekelezwa, Hasina akiwa bado nchini India. Katika kesi hii aliyekuwa mkuu wa polisi Choudhury Abdullah Ali Mamun ndiye mtuhumiwa pekee aliyekuwepo mahakamani leo. Alikiri makosa Julai, na sasa ndiye shahidi wa upande wa mashtaka. Hasina pamoja na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Asaduzamani Kani Kamali wote wamejificha. Hii si mara yake ya kwanza wa kutafuta hifadhi nchini in India. Takribani miaka hamsini iliyopita Hasina na dada yake walikimbia Bangladesh baada ya mauaji ya baba yao Sheikh Mujiburi Rahman katika mapinduzi ya kijeshi ya mnamo mwaka 1975 walihifadhiwa nchini in India kwa miaka karibu sita, wakiishi kwa majina ya kubuni katika eneo la kifahari la Pandara Road kabla ya kurejea Bangladesh na kuanza safari ya kisiasa.